Huu ni mwaka mwingine wa fursa, na kwa wale wanaotafuta ajira serikalini, habari njema kutoka Moshi. Leo tunapitia kwa undani tangazo la kazi lilotolewa tarehe 16 Juni 2025 na Halmashauri ya Wilaya Moshi. Lakini zaidi ya kusoma tangazo, nitakupa ushauri wa kipekee wa jinsi ya kujiandaa, kuepuka makosa yanayokatisha tamaa na kuongeza nafasi yako ya kuajiriwa. Kaa hadi mwisho wa video hii. Kuna nafasi kumi za kazi zilizotangazwa rasmi: nafasi tano kwa msaidizi wa kumbukumbu kumbu daraja la pili na nafasi tano kwa dereva daraja la pili. Kwa hiyo kuna nafasi za msaidizi wa kumbukumbu kumbu daraja la pili na nafasi tano kwa dereva daraja la pili. Kwa upande wa msaidizi wa kumbukumbu kumbu, unapaswa kuwa na elimu ya kidato cha nne au sita, pamoja na stashahada ya masijala kutoka chuo kinachotambuliwa na serikali, lakini pia ujuzi wa kompyuta ni muhimu sana hapa, usiuchukulie poa. Kwa nafasi ya udereva unahitajika uwe na leseni ya daraja E au C, uwe umemaliza kidato cha nne, uzoefu wa mwaka mmoja wa kazi bila kusababisha ajali, na cheti chako kutoka chuo kama VETA au chuo kingine kinachotambuliwa na serikali. Sasa hapa ndipo wengi hukosea. Watu wengi kufikiri kutuma CV tu inatosha. Hapana, sikiliza ushauri huu ambao nakupa, kama ukiufanyia kazi, basi kupata kazi ni rahisi sana. Jambo la kwanza, CV yako iwe ya kitaalamu, tumia lugha rasmi, andika majukumu yako ya zamani kwa vipengele, naeleza mafanikio yako kwa namba, kwa namba, na kama upo kwenye sekta ya udereva au masijala lakini kitu cha pili, andika barua ya maombi iliyolengwa. Andika barua ya maombi inayolengwa au yenye malengo maalum. Onyesha kwa nini wewe ni bora kwa nafasi hiyo. Usitume barua moja tu kwa kazi tofauti. Kwa kila kazi unayoomba, tumia barua tofauti. Eleza kwa nini unaomba nafasi hiyo na eleza kwa nini wewe unafaa kuwa katika nafasi hiyo. Na kitu kingine cha tatu ni kwamba tumia mfumo wa kielektroni wa recruitment portal, na usitumie barua pepe au njia ya posta kuomba kupitia kazi. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, tuma maombi yako kielektroni, ingia kwenye akaunti yako ya ajira poto katika address hiyo hapo ya poto.ajira.go.tz. Fungua akaunti yako pale kama hauna akaunti, na kama una akaunti basi uta login, ili uweze kutuma maombi yako kupitia mfumo wa kielektronik. Na kumbuka vyeti vya provisional result havikubaliki. Pia kama umesoma nje ya nchi, hakikisha umepitisha vyeti vyako NECTA, TCU au NACTE. Onyo, onyo muhimu. Ukidanganya kuhusu sifa zako au kuwasilisha taarifa za kugushi, hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yako. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 29 Juni 2025. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 29 Juni 2025. Usichelewe hadi dakika za mwisho, mfumo unaweza kuwa mzito. Kwa hiyo tuma maombi yako mapema, kuanzia leo unapopata tangazo hili kuanzia muda huu unapopata tangazo hili, tuma maombi yako. Na kama umekuwa ukisubiri nafasi ya serikali, hii ni fursa yako muhimu. Lakini fursa hii huwapendelea waliojiandaa. Andika vizuri, fuata maelekezo na hakikisha kila nyaraka ni sahihi. Subscribe kwa chaneli hii ili upate taarifa sahihi, ushauri wa kitaalamu na nafasi mpya za kazi kila siku. Kwa maswali au maoni, andika chini katika sehemu ya comment section, nitajibu kila moja. Asante kwa kutazama na kila la heri kwenye maombi yako ya kazi.